A, mimi nina mambo mawili ya kuongea mawili kwa matatu. Kwanza kwanza nisisitize jambo moja, yani hapa ninapata uchungu wa moyo na kuumia nafsi pale ambapo anatajwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani tunakaa kimya, hatumsalimi mtume. Jambo sio jambo jema, yani tunakosa baraka kwa kusikia mtume anatajwa. Yani Jibril ali kemea vikali, yani kwamba kipondo kichwa chake na kipondo tena kipondo tena, ile ambaye atasikia mtume sallallahu alaihi wasallam anatajwa na yeye hamswalii. Ni fursa tunayo, ulimi upo bado unafanya kazi, alhamdulillahi. Tunamsikia mtume anataja, ni kimya, tunanyamaza. Tunashinda na wale ambao wanaslim leo, iye mshawa kuwaona ile mihadhara inaofanyika bara akitajwa Mtume yule mhadhiri anashindwa kuendelea kuzungumza, anaswaliwa Mtume kwanza, alafu ndo mhadhiri anaendelea. Yani tusio wachoyo wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo kipenzi chetu, tunahitajika shifaa kweli, tutapata shifaa ya Mtume wakati hata yani, ula ladha ya mahaba yake atutoweza insha Allah. Tujitahidi na tujitahidi na atatusaidia Allah, Allah, tuwe tunamswalia Mtume akitajwa tu yani yeye mwenye fanye pupa Yani, huo wa mwanzo katika kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili leo hapa ilizungumziwa kuhusu habari ya Zamzam. Yaani, nilikuwa napenda nipate muda mzuri sana kwa kuja kuongea kuhusu habari ya maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam yana heri nyingi nyingi nyingi sana, ambazo katika heri hizo mtume akatufupishia kwa neno dogo tu, ya kwamba kwa lile mtu atakayenuilia katika maji haya basi Allah anamtakabalia. Kwa nini tusiridhike na hili jambo ni mtume kazungumza, takeloliolia mtu juu ya maji haya, mtu atapata lile anayeluilia. Kwa jambo la kunywa maji ya zamza ni jambo kubwa sana. Yaani tukisikia kitu mtume anakisifia au anakitilia mkazo, yaani toa haraka sana kukipapia kile kitu, kwa sababu yeye mtume haongei ila nina kwa nini ni wahi kutoa a Allah anatufikishia na saa nyingine elimu alokuwa nayo ni kubwa sana sisi kutufikia inakuwa ndogo. Ndio maana huwa anazungumza kwa uchache, na hasa kipindi kile alichokuwa nacho mtume na maswahaba, kwa sababu elimu ilikuwa bado haijawa kubwa. Kwa hiyo anawafikishia vitu vidogo vidogo vidogo vya kutendea kazi, na wao maswahaba radhiallahu anhu walikuwa wakipewa, wamenasa na wanafanyia wa kazi. Sasa sisi watu wa sasa hivi ni wagumu sana sana, kila kitu tunahitaji hoja, tunahitaji dalili, tunahitaji na kila kitu. Ndio maana Mwenyezi Mungu pia akazijalia akili zikawapana zaidi ya kufanya utafiti, kwa nini mtume akasema hili. Kwa hiyo wataalamu ameyafanyia utafiti haya maji ya Zamzam na akahisi ana baraka nyingi katika kila nyanja na bado hawajesha, kwa sababu kitu cha Mwenyezi Mungu hata kufanyia utafiti ukimalizi, ukimali utapata tu elimu ndogo ambayo Mwenyezi Mungu anatupa, lakini kikubwa zaidi ndani yake tunakuwa hatuelewi, kwa sababu hatuna elimu ya ghaibu juu ya jambo hilo. Jambo la pili, haya maji ya Zamzam yana madini ambayo ni adimu sana katika maji yetu ya kawaida, na ndio maana yakawa maji Shifa, ya shifaa yana madini, na katika madini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyapangilia, yaani hayako ovyo ovyo, yani ya kwamba hichi kimezidi hichi kimepungua. Kila dini ambayo yamo katika maji ya Zamzam yako kwenye kiwango ambacho mwanadamu ndicho anachohitajia ndio maana akawa maji bora zaidi, na akawa mtu hata akiwa ana njaa hahitaji chakula, anaweza akala hata miezi mingapi, maji ya zamzam tu yakamtosheleza katika kila hali ya mwili wake anaohitajia. Vile vile maji ya zamzam yameambiwa kwamba ni tiba ya kansa, hususan kansa za tumbo, za uchango, kwa sababu kwenye maji ya zamzam kuna kasha na madiza ambazo ziko kwa kiwango sawa zinaenda kupambana na madini ambayo huwa ni vichochezi vya kusababisha kansa katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana kama maji ya Zamzam ni mazuri zaidi ya kwa wale wenye ugonjwa wanini, wa kansa wakinywa, kwa kile ambacho amenuilia, na kwa sababu ndani ma, maji yale yana madini ambayo yako madhubuti katika kufanya kulinda mwili usiathiriwe na kansa huwa inatibu kansa. Kwa hiyo leo, kwa sababu na shughuli nyingine ya kuzungumza pia na muda umekwenda, tulizike na hayo matatu insha Allah. Semina nyingine nyingine ntakuja kuwaletea faida nyingine ya maji ya Zamzam, lakini la mwanzo kabisa tutosheke la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesemaje, kwamba maji ya Zamzam kwa kile ambacho mtu amenuilia. Kwa hiyo tufanye pupa, tuko katika mji wa Maka na Madina, kwa sababu alhamdulillah pia Madina maji ya Zamzam yamefika, tuwe ndo maji yetu Yaani, kila kitu maji ya Zamzam yani ndo kila kitu chako. Ukifika msikitini, angalau bebe chupa yako ile, uko karibu, sio? Nanyanyuka kila katu kufata sehemu ya maji ya kunywa, jaza maji yako, uwe nayo karibu kila katu, uona nini huo unakunywa sawa, eh? Aha. Tukija kwenye lengo letu la tatu la afya yetu, tulizungumza kwamba hija ni kwa yule mwenye uwezo na uwezo na pili, sheria alizungumzia uwezo kwa aina ngapi? Mbili. Uwezo wa nini na uwezo wa nini? Wa afya na mali. Kwanza tunatanguliza afya. Je, afya yako iko vizuri? Ikiwa afya yako vizuri, ndio tunaenda sasa, una mali ya kutosha kwenda kuhiji. Kwa hiyo katika hili swala la la afya na pili, wiki zilizopita tulizungumza kwa upana zaidi afya inalenga ya kwamba uwe madhubuti katika kuhimili misukosuko ya hija hija, kwa sababu ina misukosuko yake. Sasa sio kila ambaye yuko mzima kwa afya anaiona kwamba anaweza akaenda akahiji, inategemea na afya Aka yako iko katika kiwango gani. Na Saudia wameshatoa wa, viwango ambavyo vya watu ambao wanataka amba, wende hija. Kwanza hawataki watu ambao wana uhitaji wa kusaidiwa kwa kiwango ki... cha juu zaidi. Mfano kutembea, mtu hawezi hawezi kutembea kwa masafa ambayo yale tuno yazungumza hapo na hapo, yeye anahitaji msaada na hususan wa kijari, hatakiwi. Hujaji anaondoka hapa, anaondoka kwenye kijari, anaonyesha huyo kabisa kwamba hija haiwezi kijari, kwa sababu kile kijari hataweza kukiendesha mwenyewe. Maana ingekuwa kijari cha kubonyeza tu akaenda, hapana. Ni kijana ambacho anamhitaji mtu mwingine hapa ya nini amsaidie. Kwa hiyo hiyo hapo tu itakuzuia wewe kwenda hija. Tunafahamiana eh? una maradhi ambayo hayatibiki, na anaonekana haya, atakuwa ni kikwazo kusafiri muda wote, ataripuka. Mfano maradhi ambayo ya figo, mtu anatakiwa kila kati aende akachuje figo. Yale maradhi ni maradhi ambayo muda wote mtu anaweza kabadilika na akahitaji msaada mkubwa zaidi, na hasa wa ICU.

Na wale ambao nilishaonana na nao na pesha zao ziko juu nikawaandikia dawa, naomba siondoke, tuonane kabla ya kuondoka. Swala so, la pili, uh, utahiza kutokana na Saudia. Walileta barua maalumu ya mahujaji wanaotakiwa waende kufanya hija, wameandaa barua rasmi ambayo itahusisha upande wangu mimi, daktari ambayo itaonekana kama hivi ambayo nitahitajika kujaza vitu vyote ambavyo vimo humu nafikiri baadhi ndo nana nao tayari walikuwa naniona nawauliza maswali je una hichi je una hichi je una hivi una hivi sawa eh? hii fomu itahitajika niijaze mimi ambayo fomu hii itaambatana na fomu ya hujaji mwenyewe kuna fomu maalum imeandaliwa nitawapeni kila mmoja ataenda kuisoma nyumbani kwa vizuri Ataijaza, halafu anirejeshe. Kurejesha sasa, nitakupata wapi au vipi? Ofisini. Baada ukirejesha, itakuwa imefika. Nikikuhitaji nitakuita, nije nionane nawe face to face, sawa eh? Na pili, naomba kidogo, kabla kuapa nisome kwa haraka haraka, halafu tutaenda kuisoma vizuri zaidi kwa utulivu. Mtapata kwenda kujaza nyumbani hmm. Imeanza ofisi ya Hijja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

kwa yule ambaye ana uwezo kuendea njia hiyo, na wakati uwezo tayari kushaizungumza kwa upana zaidi. Hiyo ndio aya ya Qur'ani takatifu ambayo Allah subhana wa ta'ala kwa kupitia aya hiyo amefaradhisha ibada ya hija kwa watu. Sharti kuu ambayo ameiweka ni uwezo ambao umefafanuliwa kuwa ni kumiliki mali ya kuweza kukupeleka na kukurudisha pamoja na huduma zake unapokuwa safarini na nyumbani mpaka kurudi kwako, kuwa na afya njema inayokuwezesha kufanya ibada hiyo bila tabu yoyote, na amani ya unayo uh, unapokwenda na usalama wa njia inayokufikisha huko. Kama uwezo wa kimali usalama na amani upo, lakini afya ikiwa si nzuri basi wewe umewajibikiwa na ibada hiyo, lakini itafanywa ita, ita kwa niaba, sio kwenda mwenyewe. Ikiwa hali yako ya kiafya haitaruhusu, umefaradhishiwa ndio kwenda kufanya ibada hija, lakini badada yake utaenda kuhigiwa na hautaweza kwenda mwenyewe. Lifuatalo ni dodoso kwa ajili ya kuweza kubaini hali ya kiafya kia, kwa kila hujaji mtarajiwa. Tafadhali weka alama ya tiki katika boksi la ndio au hapana katika jibu sahihi kwenye boksi hapo chini. Kwa hiyo hii karatasi itakuwa ina maelezo upande mmoja, na upande wa pili kuna sehemu ya alama ndio au hapana. Wewe utachotakiwa kuweka tiki sehemu ambayo ndio au hapana, baada ya kusoma maelezo ya huku mwanzo. Maelezo anasema hivi: Una maradhi ya figo yanayohitaji kufanyiwa usafishaji yani dialysis. Una maradhi ya moyo yanayokuzuilia kufanya shughuli zako za kawaida. Una maradhi ya mapafu yanayokufanya usiweze kupumua mwenyewe kikawaida. Una maradhi ya ini na kujaa maji tumboni. Una maradhi ya mishipa ya fahamu yaliyopelekea ulemavu wa viungo yani stroke una ulishawahi kupata maradhi ya akili na bado unatumia dawa ye? Wewe ni mja mzito? Una magonjwa ya saratani na uko katika matibabu? Una maradhi ya magoti, nyonga au gungu linalokuzuia kuweza kutembea masafa marefu? Chini kabisa baada ya hilo boksi, kujaza ndio au hapana, inasema hivi mimi, kuna nafasi ya kujaza jina lako Nathibitisha na, si na kukiri kwamba maelezo yangu binafsi ya niliyoyatoa ya, hapo juu kuhusu afya yangu ni ukweli mtupu, na kama itathibitika ik, kinyume chake, basi naahidi kukabiliana na, na maamuzi yoyote ya kisharia yatakayoamuliwa. Kuna sehemu ya takayo, sahihi jina la shahidi wa kwanza ambao watakuwa ni familia yako au mtu wako wa karibu kwa sababu lolote takalo kutokezea inabidi sisi tupige simu kwa mtu wako wa karibu, ambao atahitajika hapa. Waandike jina lake na saini yake, au watakuwa ni watu wawili. Na pili, maelezo ndio nazungumza, mmeyasikia? Eh, sasa, kama hakuna lolote la kuniuliza, naomba mniulize. Tumefahamiana? Mko huru, kama mtu ana swali anaweza akaniuliza. Kwa hiyo hii hapa karatasi zishakujazwa hizi, kwa mahujaji zinatakiwa ziende ofisi ya hija ya, ya usafirishaji wa hija, mahujaji wote wa Tanzania nzima. Hizi zitakaa pale ambapo mimi ndo nitakuwa masuhuli, nseme wahujaji, yule ambaye akishakamilisha hii, nikishakamilisha daha kwangu, zinaenda kule, ndo zitakuwa katika kuwa hujaji huko katika hali salama kutoka hapa Tanzania kwenda Maka hadi kurejea hapa kwetu Tanzania, tunafahamiana. Kwa hiyo mahujaji, hizi karatasi zitapata pale ofisini, ambao tayari wameshalipa wako tayari kwa ajili ya kusafiri hija, watapatiwa hizi karatasi inshallah.

Naam, nakusikiliza na eh. Yani, natakiwa ndani ya Desemba hii ikimaliza, kuna nyaraka maalum ya kwenye kompyuta ni, natakiwa nizijaze, nisabmiti ili ziende moja kwa moja na fomu hizi, tazikusanya ziwepo hapa, haitaki muda sana. Naona maelezo nayazungumza eh? yako fasaha yako, tunasema clear kabisa, unayasoma. Alafu ujaza unajaza tiki tu sehemu ya mbele ya kwamba ndio au hapana. Hmm, ah, nahisi na baada ya wiki mbili semina nyingine, baada ya wiki mbili.